Akiongea huwa hatuongezi ila tu bidi kupongeza mwenyekiti kwa kutafuta hii fursa. Najua uko busy sana, tafuta hii fursa kuonana na Watanzania, lakini umetukumbusha mambo muhimu sana ambayo ni muhimu tuyazingatie, kwamba hatukuja kutembea, tuna kazi zetu ambazo tumekuja kuzifanya. Mi nakuahidi kabisa kwamba timu ya ofisi ya Makamu wa Rais, tumejipanga, tumejipanga vizuri kabisa kuhakikisha kwamba kila fursa ambayo ina, inatokea ambayo inatufaa tunaifanyia kazi. Lakini pia ndugu zetu wengine ambao mmekuja katika kofia mbalimbali, lengo ni hilo hilo kwamba ukiona fursa ambayo wewe huwezi kuifuatilia, lakini kati yetu tuliotambulishwa anaweza akaifuatilia, tumtonye tu, tu, naosema kule nyumbani kwamba kama umeona ni fursa ya kibenki benki, alafu umeisikia lakini wewe huwezi kuifanyia kazi, mabenka wako hapa nao wanaweza wakaifuatilia fursa. Kama ni fursa ya msingi biashara ya carbon, ofisi ya makamu wa rais tupo hapa kuweza kufanyia kazi mambo hayo. Kwa lengo hilo, ni kwamba tumekuja kama timu, tunafanya kazi kama timu. Japokuwa zawadi anapewa Messi, lakini hakutoka golini mpaka golini kwenda kufunga magoli, alipewa pasi na mtu mwingine. Kwa hiyo tupeane tupeane michongo hii, tukitoka hapa tuwe tumetoka vizuri na kazi iendelee. Kama ulivyozungumza kuna mambo muhimu ambayo tayari yameshapitishwa, umetusema manne, lakini mpaka sasa hivi nimeyarekodi mawili, pengine yako mengine mawili sikuyapata, lakini nachosema ni kwamba mipango yote ambayo tunayo mwisho wake, umuhimu wake uko wapi? Kwenye kutafuta fedha na sisi ndio maana tuko hapa kwa ajili ya kazi hiyo, kutafuta hizo fedha. Na kwa speech ya leo ya mheshimiwa rais, kama alivyosema, carbon trade imezungumzwa. Kwa hiyo na asubuhi leo tulikuwa na mikutano yetu na watu wa carbon trade, wale wa Arusha kwa tunaendelea katika kuzisaka hizo fedha. Kwa hiyo naomba mashirikiano kwa wale wote ambao wanahisi kuna fursa zozote, sisi tuko kwa ajili ya kufanya kazi hiyo, lakini la muhimu mwenyekiti, kama walivyosema ni kwamba Kuzungumza tuendelee kuhusu loss and damage fund ambao utekelezaji wake umeanza na umesema tukutane, nafikiri sisi tuko tayari kukutana kwa ajili ya kufanya shughuli hiyo, na especially ulivyozungumza kwamba within one week fedha hizi zitaweza kupatikana special adaptation fund na kadhalika. Kwa hiyo sisi, muhimu ni kwamba project ambazo zinatayarishwa tuzione baada ya kuwa zimepata idhini ya planning commission ili sisi tuweze kuzitafutia fedha na hapa tuko kutafuta kufanya matayarisho, kwa sababu baadaye tukiwa tuna miradi ndio tunaweza kwenda kabisa kutafuta hizo finance. Asante mwenyekiti, na nashukuru wote kuweko hapa. Asante.